Sema kazi mojawapo ya Roho Mtakatifu ni kukusaidia. Sasa, wachungaji wa sasa atakachokwambia, funga siku 20, utakufa njiani. <laughs> Tafunga siku 20 bwana. Wataenda kupima figo ifanye kazi vizuri. Usidanganyike na uchinga. Nikamwambia brother, amba anaweza kuua dhambi na hamu ya dhambi ni Roho Mtakatifu. Kivipi? Nikamwambia, kwanza chungu dhambi la pili, ingia chumbani kwako, mwambie Roho Mtakatifu, mi nakupenda, sipendi kuendelea kufanya hii dhambi, sipendi kuangalia maponografi, sipendi kuendelea kutamani mabinti, naomba uwe ukiu ndani yangu, we ni Mungu, nisaidie. Akamlilia Mungu, akamlilia Mungu. Alipotoka pale akawatoka waina, lakini baada ya siku moja akashangaa anachukia pornografia Akashangaa nguvu mpya aliingia ndani mwake. Naomba nikwambie, ni mambo yanaonekana yakijingajinga mepesi mepesi, naomba nikwambie, kuna nguvu katika roho mtakatifu. Ni mtu wa muhimu sana kuwa naye kwenye maisha yako. Kinachokutofautisha mkristo na asiye mkristo ni roho mtakatifu. Lazima uwe naye, usipokuwa naye, kwendi mbali utakwama. Jambo la nne, roho mtakatifu Ngoja nikwambie. Kuna wakati unataka kutenda dhambi, mikono yako inataka kutenda dhambi. Unakosa amani. Ile amani ni Roho Mtakatifu. Ukiwa unatembea na Roho Mtakatifu, kama kuna jambo baya, unataka kwenda safari, unataka kufanya jambo fulani, unashangaa na kuzuia. Unajua kwamba Mungu anakuzuia. Amani ya Mungu. Watu wanasema kwamba ni nguvu fulani nimekana na bali nakuja na moto. No, amani ndani yako. Ndio nguvu ya kuonyesha kwamba kuna kuongoza wa Roho Mtakatifu. Lakini Yohana 16:13 unasema Roho Mtakatifu anatuongoza. Kabla ya kuchukua maamuzi yoyote, hujafanya biashara yoyote, hujaenda darasa lolote, muulize Roho Mtakatifu. Ongea naye hata kwa nini ikwambie kinachotokea wewe, oh, unaenda kuongea kama kuongea na mtu. Mpiga stori. Alafu kinachotokea, kuna kitu kinaingia ndani mwako. Kinarekebisha mambo. Kinakufanya ufanye maamuzi ambayo ni sahihi. Utashangaa, na hiyo ndiyo inakuwa nguvu yako ya kusonga mbele. Jambo la mwisho, Roho Mtakatifu anatuachia vipawa vya Mungu. Yawezekana una hekima, maisha yako umesema, hii tulijinga lijinga. Rudi chumbani kwako, mwambie Roho Mtakatifu, nahitaji hekima, najua wendio hekima ya Mungu, nahitaji hekima Kuomba sio siku moja, siku ya pili endelea kuomba, siku ya tatu endelea kuomba, siku ya nne. Naomba nikwambie, ndani ya siku ishirini na moja utashangaa, kuna kitu kinaweza kutokea kichwani kwako. Jitu ambalo lilikuwa ni jinga lichota kuongea, lina hekima ya Kimungu. Sio wewe, bali ni nani? Roho Mtakatifu. Kuna kitu kinaumbika moja, nikwambia ni sawasawa na mbegu unapoipanda kwenye udongo. Baba, naomba jambo hili Baba, nimekuwa masikini wa kutumbwa, sijui nifanye nini, uchumi wangu umeharibika kodi nadaiwa, nyumba nadaiwa, sina namna ya kwenda, watoto wa wanatakiwa ada. Mungu wangu naomba nisaidie. Ero, mwite Roho Mtakatifu, mwite kwa jina lake, mtambue Ero Mtakatifu, naomba hekima. So inakuwa ni kama unachukua mbegu umetia kwenye udongo, alafu unachukua maji unatia. Baada ya siku saba utashangaa jani inaanza kutokea, mti unaanza kuota, matawi yanaanza kutokea, baadaye mwindi unaanza kutokea ndivyo ilivyo kwa unapoendelea kuomba kwa bidii Roho Mtakatifu, usichoke, usikate tamaa. Umaskini nimeuchoka nahitaji kutoka hapa, ugonjwa huu siutaki tena, nisaidie. Endelea kuomba milia Mungu usiku na mchana, haipiti siku ishirini na moja utashangaa umekuwa mwingine. Kuna kitu kinaingia ndani mwako sio cha kawaida, kinaitwa nguvu ya Roho. Swali, nitapataje nguvu ya Roho Mtakatifu? Wakati tukapokuwa tunajiandaa kuimba wimbo namba kumi na mbili tena, napataje nguvu ya Roho Mtakatifu? Wakati tunajiandaa kuimba wimbo namba kumi na mbili tena, napataje nguvu ya Roho Mtakatifu? Moja, kuna hatua zifuatazo za muhimu sana za muhimu sana kuweza kuzichukua ni maombo yetu namba kumi na mbili sijaweka. Kuna hatua za muhimu za kuweza kuchukua za sa msingi sana. Hatua ya kwanza ya kupasa utumwa dhambi, usijibaraguze. Sijui maisha yako yakoje, lakini inabidi ukubali unaenda kwa Mungu ukiwa moyo mweupe, usifiche jambo moja, nikwambie kwa Mungu atikimbidha. Ukienda hospitali unaficha magonjwa, utakupa dawa za uongo. Udhaifu wako Mungu anautaka huo, hiyo ya aliokoakama ni mongo muongo, muombe Mungu aondoe hiyo. Hiyo ndio hiyo hiyo hiyo hiyo, usiogope hiyo, kupiga fiksi nyingi. Hiyo hiyo Mungu, Mungu, Mungu, Mungu, Mungu anaitaka kutengeneze hiyo hali yako ya kuwa mzinzi, Mungu anataka kubadilisha, usio mzinzi tena. Usiogope kwa Mungu. Tunaenda kama hospitali, uwezi kumdanganya daktari kwamba mi naoma tu, wakati naoma kichwa, utapata shida. Mi na matatizo fulani, wakati una matatizo yote, unaeleza matatizo yako kwa Mungu kwa hatua ya kwanza. Baba, kuna hizi dhambi kwenye maisha yangu, kila mara nimekuwa nikizifanya, nahitaji kupona leo. Hiyo ni hatua ya kwanza. Jambo la pili. Unaomba so, so, kwa kwa sasa kwa leo. Anza kuwa na muombe Roho Mtakatifu. Kata, umetoka kwenye ibada leo, unaingia kwenye basi. E Roho Mtakatifu. Nahitaji uniongoze safari yangu. Umeshuka kwenye basi unaingia nyumbani au kwenye gari. E Roho Mtakatifu sehemu ya maisha yako. Unafika nyumbani unataka kuangalia pornografia kama ni kijana mkiwa wa kijinga wa Swiss. Mwambie Baba nisaidie, sitaki kitu ni dhambi, sitaki. Kambi, ni dhambi. Sitaki. Naomba nikwambie baada ya muda inaweza kuwa ni ngumu siku ya kwanza, ngumu siku ya pili. Baada ya siku chache unashaka kuna nguvu imeingia ndani mwako. Unashaka uchume ule ukao umepinda unanyoka. Ifanye kuwa ni sehemu ya maisha yako kila hatua. Mkaribishe, ongea naye tu. Ndiye Mungu wa maisha yako.